Mwemba, um, nataka nifahamu, wewe ni mtu wa karibu sana na Baba Levo, mmeshirikiana kazi kazi zenu za kuwa kama influencers kwa muda mrefu, lakini since mwenzako ameteuli, amechaguliwa kuwa mbunge, hatuoni support yoyote ambayo unaitoa kwenye social media kama ilivyokuwa hapo nyuma, licha ya kwamba Baba Levo kati ya wabunge ambao wanaonekana wanafanya na activities nyingi na zinawavutia watu wengi sana Wai umekuwa mzito kumshika mkono mwenzako familia mtu ambaye amepiga hatua kimaisha una chuki dhidi yake? Ukisema chuki sina, nilikuwa namwacha afanye. Unajua mtu akipata nafasi acha kimbele mbele, mwache mbele. Mm. Afanye uone uwezo wake mm. E, Mungu amesaidia wa amepata ubunge, which is very good mm. Eh, sasa ilikuwa wakati wake aonyeshe uwezo wake mm. na sasa, kwa matukio aliyofanya sasa, sasa hivi, sasa naweza nikatia input yangu, kwa sababu anafanya vitu vya hovyo. Kapata platform kubwa, kapata nafasi kubwa, lakini anashindwa kujenga value kwa vijana ku, anashindwa kujengea value vijana ya kesho yao, kafanya vitu vya hovyo tena. Of course, uwezi kuniambia unajua, baba wa taifa mwalimu Nyerere alikuwa anatuambia, anakuambia tulikuwa tunapambana na ujinga amepambana umeisha umaskini. Hatuna kitu kikubwa ambacho takia kufanya kuwajengea, una watu kesho yao, hautakii watu kuwapambania kula, kwa sababu mtu kiongozi, umepata nafasi kubwa, unaenda unawaita watu, wananchi, vijana wengi, unawaita unawarundika, unawaita, una wasanii una perform, then unawapa ubwabwa, una wanaondoka. That nonsense jaribu kuja na kitu ambacho kitabadilisha mindset zao mm. Sasa hivi tuna wizara ya vijana, mimi nilitegemea mm. angemchukua mtu kama nanauka ambaye waziri wa vijana, akamwambia mimi na vijana takriban kama 30 naweza nkaita wakajase mmoja na wakanisikiliza nitakuwa na adui mimi sitaki mi kukupa wewe hela, nataka nikufundishe namna ya kupata hela. Kwa hiyo ilibidi aitumie wizara ya vijana na Nauka, one of our best friend, mimi na yeye tuna interaction sana na Nauka, na ilibidi amwite pale mheshimiwa waziri amwambie mi na vijana zaidi ya elfu thelathini naweza nikawaita wakaja hapo na wakanisikiliza. Angekuja na wazo for example nanauka angekuja, jamani, nyinyi wa vijana wa Kigoma, changamoto kubwa ya vijana ni watu kutumia kumove faster kuadapt teknolojia katika mazingira ya kawaida. Nanauka angekuja na mfumo wa hubs. Wamechinja wame, wame wame wamechinja mbuzi ng'ombe, sijui wawili au watatu, wamenua magunia zaidi ya sita ya, ya mchele, ungeweza kutengeneza hubs mmoja Kigoma mjini, ambayo inakuwa inakutanisha vijana kila siku kubadilisha mindset zao kupitia teknolojia. For example, chumba kimoja kukitengeneza kama hichi hauzidi hata milioni mbili, hau milioni aumilionia pale, amenunua mbuzi, amenunua ngombe, mchele ambao ukichanganya na mikaa gani, zaidi ya milioniamilini ametumia, lakini kuinvest kutengeneza hubs Kigoma mjini hakuna hata moja ambao vijana aweza kukutana. Kwa hiyo angeweza kutengeneza hubs moja vijana ambao wanaweza kukutana kubadilisha na uwezo, idea, challenge. Wale vijana wangeweza kumshukuru mpaka anaingia kabuni kuliko kuwarundika kuwapa ubwabwa kesho wanakwenda. Saizi walokula, saizi wana njaa. Kwa hiyo yule kuna tafuta madhaifu yake tu mazuri, so, yaona. Madhaifu yake. Yaani, ni kwa namwacha afanye kwa uwezo wake, sasa ni wakati mimi sasa kumsaidia na kama, of course the door is open kwake. Anahitaji mtu amsaidie. Anahitaji watu wamsaidie kwa kitu kama kile alichokifanya ile ni useless wastage of time kwa vijana, na nimwambie vijana ambao wanaona wanaburudika, kesho atakuja kuwakala moto kwake. Waite vijana, tengeneza kesho yao. Pale angewaita vijana, angemuita na nauka, akaongea na vijana, kitu gani anatakiwa kufanya vijana ili kesho yao iwe, isiwe dependent kwa mtu, iwe stable kwenye maisha yao wangeweza kutengenezewa mfumo wa ufanyaji kazi wa biashara zao mfumo wa kuweza ku move faster kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Teknolojia is everything. Mfumo idea ulilokupa ya kutengeneza hubs ambapo vijana watakuwa wanakutana pale. Utadili na teknolojia uta, utadili na IT utadili na connection, utadili na interaction kubadilishana mawazo wao kwa wao. Kigoma mjini hakuna vijana sehemu ambao wanaweza kukutana kukaa kuzungumza kujadili mambo zaidi ya vichimbo vi, vi vya kahawa, bodaboda mm -hmm. Ambapo mnashauriana ujinga mwezi wa chamaana. Kwa hiyo angetengeneza hubs moja, hata kiongozi yoyote ambaye angeweza kufika pale, angemwona Baba Levo amefanya kitu kikubwa sana kuliko mtu mwingine yeah. Mm -hmm. Mfano kama leo umeshalisha ubaba, what the story behind washenda choni digestion shit take place, kitu gani pale wananjaa saizi wakimuona, utamwomba tena, tunaomba ubaba lakini wote vijana angezindua hubs maanake, leo vijana wa Kigoma mjini wangekuwa saizi wanakutana kwenye hubs, wanaanza kushare idea sasa. Na nisikwambie moja kati ya vijana ambao wana akili ni watu wa Kigoma. mm. Sema tu hawana platform. Kwa hivyo ingeweza kumsaidia wa kwanza, lakini la pili, kuna kitu kimoja kinaitwa convincing power. Ana convincing power kubwa sana kwa vijana mm. Sasa je, ule mtaji wa power yake anaofanyia nini? Akiwaita vijana wanarundika wanaja, unawafanyia nini change? Watengenezee mfumo wa kuweza kubadilika kwanza kiakili. Sisi Kigoma ni watu ambao tunajulikana tunaongea sana mm, e, alafu maendeleo ni pua. Kwa hiyo ukiweza kwa kutanisha kuwabadilisha kwenye maongezi kuwa utendaji, akakuja, tuna group la WhatsApp la vijana papo, unarundika pale, afa vijana unawatafutia fursa fursa ni ndogo tu, sio lazima watoke kule, wajedaa wa fursa pale, kila mtu kitu anachokifanya basi, unaweza ukienda watu, kama ukienda kwenye taasisi kama TPSF Tanzania Private Sector Foundation wana wana clubhouse kupitia website zao ambao ilikuwa nasaidia vijana kujua connection, kama wewe hapo unalima pamba, pamba soko lake liko sehemu gani? Kwa angechukua database ya watu walikuwa nao Kigoma, vijana angeenda TPSF akakaa nao akamwambia, mimi Kigoma nina mtaji wa vijana hawa hawa vijana, kuna wanaojihusisha na, na uvuvi, kuna wanaojihusisha na, na usafirishaji, kuna wanaojihusisha na u, ulimaji wa mawese na uchakataji wa mafuta ya mawese. Angeweza kujua soko la, la mawese unapatikana wapi, soko la mgebuka unapatikana wapi, soko la kitu fulani unapatikana wapi? mm. kupitia TPSF Mwemba, huo ni mfano mdogo tu mm. Lakini laiti kama ningekuwa namda, ningekaa chini, ningeza kumfungulia vitu vingi sana na connection mbali zaidi. ange hiyo hubs nilokuambia, kuna watu wanaita Costech wako science pale, wana kitengo cha buni kitengo cha buni kipo kwa sababu ya kuhakikisha ubunifu mbalimbali wana ubrush wana, wana wana wana, wana conserve afikisha wana adapt kwenye maisha yetu ya kawaida. Kwa hiyo maana yake angefungua hubs angekuwa na interaction ya moja kwa moja na COSTECH. Okay. COSTECH kwanza inafungu. Mmeshapata? Serikali inaipa fungu COSTECH. Kwa hiyo maana yake COSTECH ingekuwa sehemu, tayari imepata sehemu ya kufanya investment, kwa hiyo mbunge kuanzisha hubs pale Kigoma mwenelewa kuna muda unahitaji ujanja mwingi. Kuna muda unataka unet, ufanye research, sio kila saa kushinda mtandao ni marisha ubwabwa watu wamejaa. No, siwezi so, kuongea mengi, lakini nimemshauri tu aache kufanya vitu vya, vya hovyo A focus kuwasaidia watu kesho yao. O, unadhani Baba Levo hakufanya a right move kuingia kwenye politics pengine uh, angeweza kudili na uinfluencer wake. Ilikuwa ni sehemu nzuri ya yeye kupata pesa nyingi kuendesha maisha yake kuliko anavyo, alivyoingia kwenye politics, kama vile watu wengine wanavyosema kwenye social media, kwamba wapo wabunge walifilisika. Of course we need challenge in life. Mimi, mimi, mimi namheshimu mtu ambaye ana adapt challenge nyingine, si siridhike na mtu ambaye ipo static, yani kila siku sehemu moja. Unatakiwa mm. accept challenge Unapo accept challenge unakuwa mindset. Kwa hiyo yeye alifanya move nzuri. Sasa ni wakati wake sasa ku interact eh ee, sehemu aliyopo kuifanya iwe matured na kumuingizia pesa zaidi. Of course japo na evidence ya watu wengi walioingia kwenye siasa walikuja kuanguka. Either tu labda kwa wafanya biashara ndio hizo kuanguka. Mtu kama Professor Jali ingia kwenye siasa akiwa akiwa yupo hot, akiwa financial stable lakini mmoja kati ya watu ambao naweza nikasema siwezi kusema ameanguka, lakini mmoja kati ya mtu ambaye alivotoka kwenye siasa amepata challenge ni yeye. Lakini nikifanya historia, nikiangalia vijana wengi ambao waliingia kwenye siasa without kuwa stable katika biashara, without kuwa stable katika katika academic issues, kwa sababu ukiingia kwenye kwenye, kwenye siasa kuna kuna vitu viwili: ulinde interest zako au linde interest za watu, unaongoza. Ukilinda interest zako, of course, well and good. Hata ukitoka kwenye siasa utakuwa vizuri. Lakini ukilinda interest za watu unaongoza, kuna mawili. Either watu unaongoza wanufaike, wo una una olinde interest zao ufeli. Kwa lazima uwe na akili ya kujua una, unacheza vipi. Kwa sababu kumbuka kwenye siasa lazima uspenda muda kwa hudumia watu waliokuwa nao. Unapospenda muda kwa hudumia watu waliokuwa nao unaacha kufanya other stuffs ambazo zilikuwa zinakuletea pesa haijalishi. Kwa hiyo kwake naweza nikasema alifanya move nzuri hmm. Mitano utakuja mfumo mwingine utaachaje, utawachaje, uwezi kuacha legacy, kufurahia muziki labda kucheza muziki. Hakuna kijana anahitaji muziki, tutakuja pale kwa sababu tu, we don't have other alternative. Yaani kijana anakuja, utamundika pale mchana, kuna jua kali kwa sababu sina alternative. Lakini endapo atakuja mtu atanipa solution, sitakuja pale.